Uh, roo kwa kwa kwa kwa maoni <transcriptyunsellate photosha> yeah, kidogo ninami nilishangaa, kwa sababu kipindiki Samatta amekuwa akicheza aiia na kuona hayupo nikashtuka, lakini mimi sikutaka kuwa na haraka, kwa sababu bado ninaamini kuna sababu ya msingi na inawezekana binyano, napasi, Morocco, Morocco, kama mwenyewe ameona kwa sababu sijapata nafasi labda ya kumuuliza kocha Moroko, kwa sababu uzuri wa kocha Moroko, kama ukipata nafasi ya kuongea naye, ni mtu anaweza kukwambia nini sababu iliyotokea. Lakini nataka niwakumbushe kwa Tanzania wengi sana, Samatta kwa muda mrefu sana amekuwa akiomba kutoka kwenye timu ya taifa, na imekuwa ikifanyika kazi kubwa sana kumbembeleza aendelee kubaki, na akumbuka kama mwishoni mwa mwaka jana kubwa sana zifanya kitu kikubwa TFF, uh, Wilfred Kidao kuhakikisha Samatta anaendelea kubaki kwenye timu ya taifa, lakini yeye mwenyewe binafsi alikuwa anaomba apumzike na anaona kama muda wake wa kuwa kwenye timu ya taifa umeisha, ili hata kutoa nafasi kwa watu wengine. Lakini bado na sisi kama Tanzania tunapaswa kujifunza kwamba hatuwezi kubaki na Samatta milele, kama tunakubali na tunapaswa kuanza kuangalia sasa hivi. Inawezekana Samatta wetu ajaye akawa ni mzizi, lakini mzizi hawezi kuwa Samatta ajaye bila kupata nafasi ya kucheza kwao. Lazima tukubali, kipindi hiki tena ni kipindi kizuri wakati tunakwenda kuandaa AFCON kwa sababu baada ya hiyo miaka miwili sisi tutakuwa tumeshapata kina Samata wake, na kama tutaendelea kumtegemea Samata leo, baada ya miaka miwili atakuwa hoi kabisa, si mchezaji ambaye tunaweza kumtegemea kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo kinaweza kawa ni kitu kinaleta univu, lakini kinaweza kawa ni kitu ambacho kinatengeneza future yetu sisi baada ya eh, kipindi cha Samata kiongozi kipa kiongozi kwa maana ya experience. Experience, eh, nafikiri eh, tuwape moyo walioitwa wali. Uh, ukiangalia kweli Manura tunamkosa lakini Manura hana ana make fitness ana playing time wenyewe kwa muda mrefu sasa na hata Simba wenyewe nafikiri wamemweka kama golikipa namba tatu na kipa namba mbili ni Alisali na umeona anapokosekana pin pin Kamara wanamtumia Alisali sasa kwenye timu ya taifa utawezaje? Kuta na mimi nafikiri kumwamini Alsalim, na bahati nzuri sana kwenye mechi za timu ya taifa Alsalim amecheza na amefanya vizuri, including ile mechi tuna tunawafunga dhambi ya kwao. Kwa ni swala la kumwamini na experience yake haiwezi kufanana na ya Manula, lakini inakwenda inajengeka, na, na siku anakuja kuwa ndio bora zaidi. Lakini hao walioitwa wengine kama wa Sigida pia anaweza kufanya surprise, kwa sababu ukiangalia kwenye historia ya mpira, mfano kipa kama Iker Casillas wakati anapata nafasi ya kudaka Madrid Alikuwa ni kipa namba nne. Siku anaingia kudaka alikuwa kipa namba moja kaumia, namba mbili kaumia, namba tatu anakadaka. Yeye namba nne ndio akadaka na kuanzia siku hiyo ndio akawa kipa namba moja. Kwa hiyo inawezekana saa zingine ya Simba, fikiria leo Alisalim, lakini ukashangaa kipa wa Simba ndio akaenda kuwa kipa bora au nategemeo zaidi kwenye timu ya taifa. Kuna errors kwenye mpira, kipindi cha fulani kikiisha kinapiga kipindi cha fulani. Kama ulivyozungumzia kuhusu Samatta, era ya Samatta kwa timu ya taifa sasa hivi imeisha kwa sababu. Kwa rais Karia baada ya kuzidiwa kwa hapo uh, hapo kabla ni tujaama uh, tumefuzwa tunafuzwa, hapo sasa hivi ni kawaida hapo kwa kufuzu. Tupo kwenye mchakato wa kufuzu kwa kombe la dunia, kuna haja yote kwa kama matarajio makubwa kwamba lazima tufuzu. Tusipofuzu kwa tumefeli, au tuchukulie kama tunatengeneza timu kwa kwenye AFCON, kwanza tujitafute na idadi ya timu chache kufananisha, lakini kwenye World Cup Uh, unapokutana na timu kama Morocco nasema, ujue wao wana value vipi na level yao. Ukiangalia aina ya wachezaji walio nao na sisi, eh, tukipaswa kuwa wa kweli, tunaweza tukasema sisi tutajipa asilimia thelathini au tutawapa asilimia sabini. Kwenye football mambo yanaweza kubadilika, lakini kwa sababu tumekuwa tukifuzu AFCON, eh, mara kwa mara, uh, maana za swali amesema imekuwa ni kawaida, na hii ni sehemu ya kuonesha mpira wetu umepiga hatua kuna potoka kwenye Afrika, lazima uanze kufikiria world cup. Utafanya nini? Ni kufuzu inawezekana, lakini Tanzania jibu lake kufuzu world cup ni lazima kuifunga moroko kwao. Hapo ndo tujiulize, tunaweza kama tutaifunga moroko kwao, bila shaka Tanzania itafuzu, lakini kama tutashindwa kushinda dhidi ya moroko kwao, basi hatuna hiyo nafasi, na tujipange tena tuangalie. Rais Karia ameteuliwa kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya CAF, kwanza neno lako, lakini pia kulikuwa na mjadala mmoja yangu alimposta kwa kumkuta

He, yani mimi namuunga mkono kama wakacheze sinema na pia mimi naona kama wanaweza wakacheze mda, kwa sababu mpira una kanuni zake na zinapaswa kufuatwa, na kama tutakuwa tunafanya mambo ya mpira bila kupata kanuni, uh, hatuwezi kufanya vitu sahihi kwenye huo mpira wenyewe, na kama hamtaki kuambiana ukweli, na kuna wengine wakiambiwa ukweli kama wanataka kutishwa watu, basi sisi, mimi including mimi, tawaambia ukweli kwa sababu sababu ni vitu vya hovyo. Kuna watu wanafanya vitu vya hovyo kwenye mpira na mtaki kuambia. Nilikuwa nazungumza mara nyingi sana kuhusiana na uh, wale nyinyi mnawaita makoma ndo makoma wanaoshikilia ndo walianza na kupiga mashabiki wao, si ndio? Wakaona piga mashabiki sasa. Imefika tu hata nyinyi mnajua sasa hivi kwenye interview mnapokwenda, mashabiki wa Yanga wanakuwa wagumu sana kwa sababu anaogopa akiongea ataambiwa hivi, akiongea wakatoka hapo wakahamia wakaanza kupiga uh, waandishi wa habari kwa sababu wakawakuta. Na nyinyi, nataka niwaambie ni kizazi cha plastiki line, line. Kwa hiyo wakawa wanawapiga tu na hamna chochote kinachotokea, ikaenda hayo mambo yamezoeleka sasa hivi. Hata sasa hivi nafikiri wakitaka kuwapiga wanawapiga wanavyotaka, wakahamia kupiga sources wenu ambao sio mashabiki waya, mtu anahojiwa katikati ya interview, wanawapiga wanafanya wanachotaka wao wenyewe sasa hivi wamehamia. Ukiangalia hii mechi imeahirishwa kati ya kitu kimechangia mojawapo ni hawa makoma wenye ndo, ambao ndo wamechangia pia mechi kuahirishwa, kwa sababu wao ndio wamechangia kuzuia watu wasiingie mazoezini, kazi kaanzia pale, hawa wengine wakasusa, mwisho mechi haikuwepo. Hawa makoma ndoo mnaendelea kuwaachia, wanafanya wanavyotaka kwenye mpira, kuna siku watakuja kusababisha maafa kwa mambo ya kipuuzi wanayoyafanya, na hawawezi kuambiwa. Lakini mimi siku zote swali langu limekuwa ni moja tu. Who is behind them? Nani anawasimamia nyuma hawa watu? Kwa nini wanafanya wanavyotaka wao wenyewe, na hakuna anayeweza kuwasema wala kuwafanya? Sasa ikitekewa wanakemewa watu kama hawa, nataka labda eh, sijui onekane kama watu flani special. Ninyi mnaona makoma wenye ndoo ni watu special sana, eti ni watu labda wana wow. msaada wote kwenye mpira wote